Hamas leo imedai kuhusika na kurusha roketi huko Tel Aviv katika kile kinachoonekana kuwa jibu la kwanza la kikundi hicho kwa mashambulizi mapya ya Israeli huko Gaza. Taarifa za vikosi vya usalama vya Hamas zinasema katika taarifa kwamba vimeshambulia Tel Aviv kwa mabomu ya roketi za M90 kujibu mauaji yaliyotekelezwa na Israeli katika awamu mpya ya mashambulizi kwa Hamas. Taarifa zinasema kuwa takribani roketi tatu za masafa marefu zimerushwa kutoka kusini mwa ukanda wa Gaza kuelekea katikati mwa Israeli muda mfupi uliopita. Kulingana na IDF, roketi moja imenaswa na vikosi vya ulinzi wa anga, wakati zingine mbili zikigonga maeneo ya wazi. Hata hivyo, hakuna ripoti za haraka za majeraha katika shambulio hilo la kwanza la Hamas katikati mwa Israeli tangu Oktoba 7 mwaka 2024 Huku ving'ora vikisikika katikati mwa Israeli kufuatia mlipuko wa roketi kutoka ukanda wa Gaza, polisi wa Israeli wamedai kuwa walizuia njama ya utekelezaji wa mashambulio dhidi ya wanajeshi wa Israeli mwezi uliopita. Waendesha mashtaka katika ofisi ya mwanasheria wa serikali wamepanga kufungua mashtaka dhidi ya mshukiwa mmoja wa matukio ya kiusalama baadaye hii leo. Taarifa hii ni kwa mujibu wa msemaji wa mashirika ya kiusalama huko Gaza mshukiwa huyo mkazi Afrikana, Zureikat, wa kaafrikana jihadi Zureikat alikamatwa mnamo Februari kwa tuhuma za kufanya makosa ya usalama. Inadaiwa kwamba mshukiwa ambaye anadaiwa kujitambulisha na kundi la Hamas alianza kupanga na kukusudia kutekeleza shambulizi kwa gari dhidi ya askari kufuatia matukio ya vurugu. Wakati yote hayo yakijili leo, polisi nchini Israeli wametumia mizinga ya maji kwa waandamanaji wakati wa wa maandamano nje ya nyumba wa ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu huko Jerusalem kwa yanayoendelea. waandamanaji hao wameripotiwa kujaribu kuvunja vizuizi kabla ya polisi kupeleka mizinga kwa kutumia maji pamoja katika jaribio la kujaribu kuwatawanya waandamanaji <totipos>